Bado tupo na zoezi bado linaendelea, kwa hiyo sisi tuko uwandani, tunapambana na madawa ya kulevya tukisaidiana na taasisi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa kweli, zoezi hili linatakiwa liwe shirikishi, wananchi wajue kwamba hili si tabia nzuri, hili linaangamiza vijana, linaangamiza taifa. Kwa kweli, tunawasihi, ikishindikana tutatumia nguvu tutang'oa tutawashirikisha wananchi tupige vita madawa ya kulevya. Leo tuko eneo la makao mapya kijiji cha Uwiro kata ya Uwiro wilaya ya Arumeru tukiwa tumekuja kuteketeza zaidi ya tani tano na kilogramu mia mbili ambazo ni za bangi na operesheni hii ilifanyika kwa kupitia Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Kaskazini, lakini kwa ushirikiano wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kupitia TANAPA. Mimi nimekuja hapa kushuhudia kitendo kinachotendeka hapa cha kuteketeza madawa ya kulevya. Mimi nashukuru hii serikali ya Mama Samia kitendo cha kuja kufanya hili jambo hapa, kwa sababu watoto wetu wamesha kuwa vichaa, wanasoma lakini hakuna kazi wanayofanya zaidi ya kuvuta bangi. Sisi wazazi ndio tunateseka hapa. Mama Samia, ninachomwomba Haendelee kutusaidia sisi wana Uwiro, na hiyo bangi inayotoka hapo Kisimiri iendelee kuteketea pamoja na kuteketeza sasa hivi. Tunaomba bado hilo zoezi liendelee, maana hata kama ni sufuria inakuwa na ukoko, na ukoko nao ni ugali. Kwa hiyo kama yani, tunashukuru wenyeji wote wa hapa, tunateseka sana tena, tukutegemea kama hii kitu itatokea hivyo tulitegemea tutakuja kufanyiwa unyama ndani kwa ndani ndani kwa ndani hadi tukisachiwa. Lakini tumefurahi, zoezi limefanyika, tumeliona.